Yes, leo nataka niwafundishe staili ya kukata tomato uh. Kwanza natapima bega ambao ni inchi nane, itakuwa kumi na sita. Kwapa itakuwa inchi tisa, alafu nitakuja nipime kifua, alafu nitaongeza, alafu nitakuja nipige lula kwa ajili ya uh, kwapa, alafu nitakuja nipime mstari wa kifua, mstari wa chini ya kifua. Alafu hiyo, e, mistari yote inakuwa na uhusiano wake. Aya, hapo sasa nitakuja nipime tumbo nikipima tumbo kwa sababu hiki kitambaa kinatanuka lazima niongeze inchi moja tu basi. Kwa hapo nitakuja na huku nipime, eh, kwa nitachora mstari wangu kama hivyo, nitachora mstari wangu nakuja na shape kwa hapa. Alafu nitakuja na shape na shape kwa hapa kama hivyo, alafu kusudi kwamba ili kwa hapa ninapokuja nikishona tomato yangu ikae vizuri. Yes. Nitakuja nipime shingo. Shingo itakuwa na inchi tatu alafu na kushuka shingo ya mbele pia itakuwa na inchi tatu kama hivyo ili kusuri kwamba shingo haitakiwi kuwa pana sana, ikiwa pana sana inakuwa sio nzuri. Yes. Kwa hiyo haitakiwi mtu aonekane makongolo, sawa? Asionekane makongolo. Kwa utakata shingo ya nyuma, ehe, kama hivyo ilivyolingana shingo ya nyuma, alafu utakuja uongeze tena shingo ya mbele. Yes. Kwa utakata kama mimi navokata, utakata utalinganisha mpaka mwisho. Yes, utakata hivyo kama mimi navyokata, alafu utakuja ukate hivyo, itakuwa imelingana. Hiki ni kipande cha juu ambayo inaitwa half back. Half back ndio kitu kama hicho. Kama ulikuwa ujue half back maana yake, half back, half back ndio. Kwa hapa nakuja na shepu shingo ya mbele kama hivyo, shingo ya mbele hivyo inakuwa ndefu kidogo kuliko shingo ya nyuma. Nitaweka alama sehemu ya zipu, alafu na huku nitaweka alama sehemu ya zipu. Alafu hapa pia nitakuja nipime tena tumbo langu na hakikisha alafu nitakuwa iko sawa. Sawa, kwa kitu kama hicho kitakuwa kipo sawa. Kwa hapa tena nitakuja ni pime kama inawezekana ni shape kwa palangu kwa kipande cha mbele tu, uweze kushape vyote vipande viwili sawa. Kwa kipande cha mbele natakiwa shingo au kwa hapa iwe hivyo. Sawa, kwa hapa naenda kukunja sasa e, tomato yangu mpasuo ule ambao unakuwa wa ndani kwa ndani, angalia mpasuo kwa makini sawa. Eh, eh, kwa nitapima uh hivyo sehemu ya tumbo la chini, alafu sehemu ya hipsi, sehemu ya chini ya hipsi. Alafu nitakuja Yes, nime, nime kunja linda. Linda hilo ni la inchi sita. Hilo linda WhatsApp ipo hapo chini. Yes, mafunzo ni bule tu ambao, uh, mtajifunza mishono yote ambao mnakuwa mnahitaji wenyewe. Kama hivyo kipande cha, cha nyuma kitakuwa hivyo, alafu hiki kitakuwa kipande cha nyuma ambao tutakuja tushape, tutako kama hivyo, tutakuja tushape, alafu hapo tutanyosha. Kama hivyo takata hivyo, kama hivyo alafu tutakuja ukate hivyo. Hapo tutakuwa tumeshamaliza. Kwa hiyo kama utakuwa umeelewa utakomenti hapo chini, kama ujaelewa komenti hapo chini kwamba sijaelewa alichimchwa.